Liko Misri. He, liko Misri, hili hapa ni maarufu sana, lina kilomita 20, ah! <laughs> <laughs> Eh, he, <laughs> Kilo Kilo 20. He, he, he, kwa ripoti za mwaka 2022, eh, iko inaitwa October 6 Bridge 20.5 lakini pia ikiwa e, la pili linakuwa e. Huko Nigeria ambako lina kilomita kumi nukta tano. Yako mengi na sasa, kwa sababu e, utaweza kutazama e, hapa katikati kuna madaraja kama hilo la Kigongo Busisi, limeingizwa Kigongo Busisi mm, kwenye, kwenye zile update za kidunia mm. Au za Kiafrika. Kuna mtu atashuka hapa mm. e, kama huyo hapa, najua atashuka. Hii la Mozambiki lilikuwa na, na kilomita 2.37 na eh, ndio maana unaambiwa ni la sita sasa mm, eh, mia saba ma, m, uzuri zaidi mm. Mapato ya ndani mpaka, yani ile kodi yako unayoilipa, ile swali kulikuwa nasema mbona kama hamna king, hamna malipo watu kuvuka eh, mda, ya. kwa sababu sio deni kumpea, mimi mwenyewe nimejenga daraja, wewe hozeni umejenga daraja. Kuna madaraja kadhaa watu wanalipia yale yakuwa yamejengwa kwa uhisani kwa lazima fedha zifanyeje? Mfano kama ile e, la Kigamboni mhm, suluti nzuri eh. Sasa hili ni daraja la 6 eh, kwa urefu barani Afrika barani Afrika la 6 limejengwa eh, kwa gharama ya zaidi ya shilingi tri eh, shilingi bilioni 700 mm, na utekelezaji wa mradi huo sasa ukifanywa na wakandarasi wa Civil Engineering Construction Corporation na China Railways, umeona vizuri ukitazama hmm, hapo sasa katika daraja hilo ambalo kama Linus anaweza kuwa anaendelea kutupitishia hapo e, lina njia mbili so, sawasawa e, zenye magari hmm, ma, upana wa mita saba e, kila upande na njia zingine sasa e, ni waenda kwa miguu kila upande sasa wenye upana wa mita mbili nukta tano. Kwa daraja moja ndio unaweza kutembea kwa miguu kilomita tatu uko juu ya maji. Eh, na maegesho ya dharura yenye upana wa mita mbili nukta tano eh, kuna maegesho ya dharura eh, sasa. Kilomita tatu kuna kitu kinazima, unafanyaje? Eh, sasa hii ni kila upande sasa, likipita juu ya maji ikiwa ni ziwa Victoria, na kuunganisha sasa eneo la Kigongo wilaya ya Misungwi na Busisi wilaya ya Sengerema eh, Sengerema eh, sasa huko tunajua wanafanya nini, pamba, kilimo, sijui nini pale unakuta <laughs> mtu anapita na nini anapita na mazao yake, mazao yake amepunguza, hey. sana kona, kona hey. kwa hey. ko tunategemea kuona kwamba biashara kuongezeka kwa kama ni daraja la sita barani Afrika maanake, mm. hapa Bongo itakuwa daraja la kwanza, ni daraja la kwanza Tanzania, la kwanza, lakini barani Afrika daraja la sita, la sita. Hey. ambalo kwa, kwa ukubwa kwa, kwa hey. ambao daraja la kwanza liko nchi gani? Nitakutajia baadaye kidogo, sawa hey. naisubiri kusikia ya, ni nchi gani lakini, tunamshukuru tuna, tuna, tuna, Mungu kuona kwamba maono ya hayati JPM eh, Daktari Samia Suluhu Hassan ameweza kuyakamilisha vyema kabisa daraja, kama ambavyo wanalitazama hilo hapo mtazamaji, kwenye skrini yako, lina urefu wa kilomita tatu, lakini imegharimu eh, shilingi milioni zaidi ya Ae. mia saba kuweza kulikamilisha kwa hapo, tunawapa kongole pia Wizara ya Ujenzi kwa, hey. uh, kuona kwamba yes, nice. uh, hey, hey, eh, vizuri, eh. Uh, ni miongoni mwa mradi mkubwa mm. ambao umeweza kukamilika uh, mtazamaji uh, kutokea pale mkoani Mwanza daraja la JP Kigongo Busisi ndio, uh, lakini nikwambie tu hapo uh, daraja hilo uh, ambalo litakuwa linaunganisha sasa uh, wilaya ya Misungwi mkoani Mwanza eneo la mm. Busisi, wilaya ya Sengerema mm. na mkoa mkoa wa Geita, lakini pia unaweza kaenda nchi jirani ukipita uh, okay, hapo unataka ku uga, uh, Uganda ndio e, eh, kwa hiyo eh, ni jambo jema zaidi. Nilikuwa ni umeniuliza swali? Eh, nilikuza eh, swali. Eh. Nilikuwa nataka nikupatie, umesema daraja la kwanza liko wapi? Liko huko eh. Misri. Daraja la kwanza liko Misri. Eh, eh, eh, liko Misri. Eh, Misri. Hili hapa ni maarufu sana, lina kilomita 20.3. Ah! <laughs> <laughs> Kumbe Zanzibar <laughs> tunaweza tukatoboa <matubo>, eh? <laughs> Zanzibar <mrenda. laughs> Ee e, kwa ripoti za mwaka elfu mbili na ishirini na mbili iko inaitwa e, Oktoba Sita Bridge, daraja la kwanza e, e, e, e, liko Misri e, e, wenye urefu wa kilomita ishirini nukta tano lakini pia ikiwa e, la pili linakuwa e, huko Nigeria yyo. ambako lina kilomita kumi nukta tano. Kwa na na yako mengi na sasa kwa sababu le, utaweza kutazama e, hapa katikati, kuna madaraja kama ilo la Kigongo Busisi limeingizwa, Kigongo Busisi kwenye zile update za kidunia mm -hmm, au za Kiafrika. ko kuna mtu atashuka hapa mm -hmm. E, kama huyu hapa anajua atashuka hili la Mozambiki, ilikuwa na kilomita 2.37. Eh, na ndio maana unaambiwa ni la sita sasa. Mm. Eh, yes, asante sana. Eh, sasa inaitwa ni Oramando mm. Emilio. mm. bridge inaitwa iko Mozambique, inaikuwa na kilomita 2.37 ambalo lilikuwa ndio la sita mm. Kwa hiyo ina maana daraja letu sasa la Kigongo Busisi, Busisi. La uh, Kigongo Busisi linampindo ujamaa wa Msumbiji na linaingia hapo nafasi ya sita kin itakuwa nafasi ya saba ambapo hii nafasi ya kilomita moja nukta tisa uh, liko hmm. pia huko huko Egypti, hey, mambo hey, Kameruni ni litakuwa la nane, lakini pia eh, tulikuwa na daraja moja tu la Tanzanite eh? Eh, na yenye lipo na yenye limo Dar es Salaam Tanzanite na kilomita moja nukta tatu eh. Amboa, na la Mkapa pia limo kaka na Mozambiki na la Mkapa limo lilikuwa ndo e, la, la kumi ah, e, Tanzaniti e, ni, ni la tisa la, tisa. La Mkapa lina mita mia tisa sabini bado kidogo kwa hiyo yeah, baada ya kuwa litakuwa limeingia hili kwenye ze update za mashirika mbalimbali Afrika, kwa hiyo la Mkapa litakuwa la kumi na moja, Tanzaniti litakuwa la kumi. Tushukuru sana <laughs> serikali ya jamhuri ya muungano wa Tanzania kwa kuhakikisha kwamba, hiyo ndio kuboresha miundombinu. Nani kweli.